Mahakama ya kikatiba ya Korea Kusini imeidhinisha uamuzi wa kumwondoa madarakani Rais Yoon Suk Yeol ambaye alisimamishwa kazi na bunge. Uamuzi huu uliotolewa kwa kauli moja unahitimisha miezi kadhaa ya mvutano wa kisiasa ambao umetatiza juhudi za kukabiliana na utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani, wakati huu ambapo taifa hilo la nne kwa ukubwa barani Asia linakabiliwa na kushuka kwa kasi ya ukuaji wa uchumi. Waziri Mkuu Han Dak Soo ataendelea kuhudumu kama kaimu rais hadi kiongozi mpya atakapoapishwa ndani ya siku 60 kama inavyotakiwa na katiba. Mahakama ilikataa hoja nyingi za Yun ikiziita matumizi mabaya ya wingi wa wabunge, ikisema kulikuwa na njia nyingine za kisheria za kushughulikia mzozo huo. Lee Jimyang, kiongozi wa wengi wa chama cha kiliberali ambacho kilishindwa na Rais Yoon kwa tofauti ndogo ya kura kwenye uchaguzi wa mwaka 2022 ndiye mgombeaji mwenye nafasi nzuri ya ushindi, lakini anakabiliwa na changamoto za kisheria kuhusiana na kesi nyingi za ufisadi dhidi yake. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limemtaja uamuzi huo kuwa ushindi kwa nchi hiyo yenye ustahimilivu kwa juhudi zake za kutafuta haki za binadamu na kwa maadili ya kidemokrasia. Maelfu ya watu walioshiriki mkutano wa umma uliomtaka Yoon aondolewa madarakani walipiga mayowe ya furaha waliposikia uamuzi huo huku wakiimba nyimbo za ushindi. Nikiripotia Mwanzo TV mimi ni Kasi Mwanjiro.